kubwa ya ziara hile ilikuwa kwanza ni kuja kutoa pongezi na shukrani maalum zake binafsi na za chama kwa viongozi wote wa chama katika ngazi zote walivyosimamia uchaguzi ule, ulio ulivyofanywa kwa kweli ni uchafuzi ambao kwa kweli, kwa mara nyingine, Wazanzibari walikiunga mkono chama chetu na kumteua na kumchagua kwa kura nyingi sana ndugu Othman Masudi. Lakini jambo la pili ilikuwa ni fursa ya kupata taarifa, kuja kupokea taarifa kutoka kwa viongozi, wagombea na mawakala wetu waliokuwemo katika vituo vya uchaguzi, walioshuhudia. Lakini jambo la tatu mwenyekiti wetu ilikuwa ni fursa kwake kutoa msimamo na mwelekeo wa chama chetu kwa kitendo ambacho tulichofanyiwa katika uchaguzi ule wa tarehe 29 mwezi wa kumi. Na katika hatua hile mwenyekiti wetu alituambia, tulimpa kazi, na yeye alituhakikishia kwamba atafanya kazi na inshallah atahakikisha kwamba haki ya Wazanzibari haipotei na uhuni uliotokea katika uchaguzi ule, katika uchafuzi ule na chafuzi nyingine zilizopita hapa itakuwa ni mwisho wake, tukijaliwa katika ardhi ya siasa. Alituahidi kwamba vyovyote atakavyofanikisha, ataka atarudi tena kwetu kuja kutueleza mafanikio yaliyopatikana katika kazi ambayo tumempa. Alhamdulillah, mwenyekiti leo amerudi kwetu kuja kutupa mrejesho wa jukumu ambalo tulimpa katika miezi mitatu imepita. Huu ni mwezi wa tatu. Leo kaja na kijaluba ambacho atakifungua. Kwa upande wetu viongozi wa chama na ngome hatukulema, tulifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunampa nguvu mwenyekiti wetu, kwa kuhakikisha kwamba chama chetu kinaendelea kuwa imara kila dakika na kila siku inayopita. Ushahidi wa ziara ya Pemba ya mikoa minne na ushahidi wa mjumuiko huu ni ushahidi tosha kwamba kwa kweli miezi mitatu chama chetu kimezidi kuimarika, huku tukisubiri matokeo ya <laughs> kazi. Viongozi kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana Unguja, kwa kweli kama ilivyo Pemba. Kwa kweli hatuboi wala hatupoi, tunaendelea na mapambano. <laughs> kazi za chama zinafanyika. Ni hata juzi tu, ni mashahidi kwamba walitoka gari zaidi ya ishirini Kusini, wakenda wakafanya ziara Kaskazini na wakacheza mechi ya mpira wa Kusini, wakawafunga Kaskazini kwa mabao mawili kwao. Wapigeni makofi watu wa Kusini wakae mpo. Tunakushukuruni sana sana sana. Ahadi yetu watendaji wa chama, mwenyekiti pamoja na makamu wako, tunakuhakikishia kwamba vyovyote itakavyokuwa, hatua yoyote mtakaofikia, sisi tuko pamoja na nyinyi, hatutorudi nyuma mpaka tuhakikishe haki yetu kwa kweli, na uhuni unaofanywa haufanyiki tena katika ardhi hii. Msiogope wala msiyumbe, tuko pamoja na nyinyi viongozi wote wa chama katika chama hii, tunakuhakikishieni tunajipanga kikwelikweli na kisasa. Ukipita tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, moto wa chama cha ACT Wazalendo unaanza kuwaka sasa kwa chama chetu <laughs> un